Msifu Yesu Kristo. Simba ambao wajaitikia, najua kwa nini. <laughs> Simba Ufumoya. Safi sana ndugu wanahabari, niwashukuru sana kwa kuendelea kufanya nasi kazi kwa karibu sana, lakini vilevile vile, kwa viongozi wetu waandamizi ambao wako hapa, viongozi wetu waliopita, viongozi wetu wa sasa. Niwashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmekuwa mnaonyesha ushirikiano mkubwa kwa klabu yetu ya Simba Sports Club, klabu ambayo imeendelea kuongoza katika Afrika Mashariki na Kati, lakini vile vile tukielekea katika azma ya kuwa moja ya vilabu bora na vilabu bingwa barani Afrika. Kwanza kabisa nipende kumshukuru rais wetu na mwenyekiti wa klabu Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Sports Club, Ndugu Mohamed Deuch, na mwenyekiti wa klabu ambaye pia ni makamu wetu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, wajumbe wote wa bodi ya wakurugenzi wa Simba, viongozi wote wa sasa na wa zamani, wana Simba kwa ujumla, management ya Simba Sports Club na wapenzi wa Simba Sports Club kwa kuendelea kusimamia slogan yetu ya nguvu moja. Nafahamu wote kwa pamoja tuna kiu kubwa ya kupata matokeo, na matokeo haya sio katika kushinda tu mechi hii, lakini matokeo haya ya pamoja tunaenda kuyapata kwa kushinda na kufuzu, kwa sababu tukipata magoli mawili bila, hatujafuzu. Tukipata moja bila Hatujafuzu. Kwa hiyo adhma yetu sisi kama management ni kuhakikisha tumeweka mazingira wezeshi, mazingira sahihi ili kuisaidia timu yetu kupata matokeo ambayo yatatuwezesha sisi kufuzu. Tunafahamu kuwa kwa muda mrefu sisi Simba Sports Club tumeendelea kutamalaki katika ulimwengu wa soka wa Tanzania hasa katika mashindano ya kimataifa na hii imedhihirishwa kwa rekodi ambayo imewekwa na viongozi wetu kuanzia Mzee Azim, Mzee Dalali, kaka yangu e, Asano hapa, lakini pia Mzee Mkwabi hapa Mangungu. Wengine wanasema wao si wazee, lakini naamini kwamba katika e, kipindi hichi ambacho tunaongozwa na mwenyekiti wetu wa klabu Mtaza Mangungu tunaenda kupata matokeo ambayo yatabadilisha na kututoa katika robo fainali na kutupeleka katika hatua nyingine ya muhimu ya makundi. Sasa sisi kwa upande wetu wa management, masuala ya kiutawala yanaendelea kwa ya kiutawala, lakini niko hapa leo kuwataka Watanzania hasa vijana, kina mama waweze kujitokeza kwa wingi katika mchezo wetu wa Jumatano utakaofanyika saa tisa tarehe tisa saa kumi katika viwanja vya Mkapa lakini kuelekea katika mchezo huu, ningependa kutoa taarifa muhimu ambazo zitatusaidia sisi kama Watanzania na wana Simba kuweza kulinda taswira pamoja ya kitaifa. Tunaendelea kushirikiana na serikali, vyombo vya ulinzi na usalama katika kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama siku hiyo unazingatiwa kwa kiwango kikubwa, na tayari waliotangulia wametueleza ni muhimu umuhimu uh, wa sisi kama klabu kuhakikisha kwamba hatutopata hao, hatutotozwa tena e, faini ama kupewa adhabu. Kwa maana yake sisi tunawataka wapenzi wetu, na tunawafahamu wapenzi wetu, tunawafahamu na wasio wa kwetu, tunawafahamu. Lakini sisi kama Simba Sports Club tunawataka wapenzi wetu kuhakikisha kwamba wanazingatia mazingatio yote yatakayowekwa ya ulinzi na usalama na siku hiyo ulinzi umeimarishwa kweli kweli, na kwa kushirikiana na jeshi la polisi, hatutoruhusu mtu yoyote ambaye siyo mwana Simba atuharibie shughuli yetu. Nimeongea kwa msisitizo kwa maana kwamba sisi kama klabu tumeimarisha ulinzi kila kona. Wakati mechi yetu inaahirishwa siku ile nyingine, yalitokea maneno, kulikuwa kuna wazee mbuzi Watu wafupi, amewasema mzee dalali, mabasi yasiohitajika. Lakini mimi niwaulize maswali, katika pita pita zenu, kwa jinsi mnavyojua ndugu zetu, kungekuwa na basi la BM, msingeliona kwenye video au picha? Lingeonekana. wazee wafupi wangekwepo, asingeonekana au? Walikuwa wanaona wao tu, sisi hatuwaone? Sasa sisi tutume message moja tu kwamba Waje watu wafupi, waje watu warefu, yaje mabasi ya BM kama mechi haikuhusu, baki nyumbani, kwa sababu tumehakikisha tumejidhatiti katika kila hengo ili kulinda ulinzi na usalama. Na sisi tutakuwa wakali sana kama club. Kwa maana kama unakuja kwenye mechi hii usibebe mizigo mizigo mingi. Begi lako liache mahali Unasururu umetoka shamba, umetoka kufiksi umeme, umetoka kwenye kibarua eka zile nyenzo zako sehemu sahihi, ili uingie uenjoy. Kazi yetu siku hiyo ni moja tu, kushangilia na kuhakikisha timu yetu inafuzu. Kwa kusema hayo basi, mimi nitambue umuhimu wenu nyinyi mashabiki wetu na wapenzi wetu, na niwatake sana mjitokeze kutoka pembe zote za Tanzania, nchi jirani. Tunawakaribisha pia mashabiki wetu walioko katika jumuiya ya Afrika Mashariki kuja kwenye mchezo huu muhimu ambao ndio utaenda kuamua hatima ya klabu bora kuliko zote kwa ukanda wa Afrika Mashariki na kati. Mara baada ya kuyasema hayo, nichukue fursa hii basi kumleta kwenu mwenyekiti wetu wa klabu ndugu Murtaza Mangungu, ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ili aweze kuzungumza nanyi. Asanteni sana.